AK Mzalendo TV, heshimu maamuzi yako. Sawa kiongozi, nadhani mwenzangu ameuliza maswali na mimi no, ndo mm -hmm, ni mtangazaji kutoka AK Mzalendo TV. Nimefurahi sana kupata nafasi kuongea nawe siku ya leo. Kwanza nianze na kutanguliza ongera sana, asante sana kwa sababu na, najua si rahisi, kuna mtu anapendwa na watu na kuna mwingine anapendwa na watu, lakini raia imeona ikuchague wewe Nde. Babondo walisema kwamba tumchague kijana, inawezekana yeye akawa mkombozi wetu Nde. Raia imeshazoea uzuri wa Babondo, ni kilio tu ndo amejua kwamba mbondo anafanya kazi Nde. Wewe kama wewe wategemee kingine kipi? ili wasegamie pale kwa kilio, kilio ndombo anafanya na kazi tu. Asante sana ndugu mtangazaji wa KTV Mzalendo mm, na ni furaha yangu kubwa kuona mekuja nafasi hii, nilikuwa nikikusikia nikikufuatilia kwenye video mbalimbali mbali, lakini kuwa na wewe mahali hapa najua kwamba ujumbe wangu utafikia wabembe wabondo popote pale walipo na nimeshukuru sana kwa swali lako. Niseme tu kwamba wabembe wa Bondo hapa Fort Worth na sio tu hapa hapa Fort Worth, nadhani ni Amerika mjema. Yaani, ambapo yeah, tumetoka. Niseme kuwa na niona kijana lakini, nina maono zaidi sana. mimi ni mbeba maono, siku hapa kwa sababu ya kuzika. Maana hiyo swala la kuzika tumeshalimaliza, siku hapa kwa sababu ya michango ya kuzika Sijui michango ya nini niko hapa kuhakikisha kwamba tumepata iombwe ukombozi na maana. Yeah. uwe kijana uwe mzee uwe mama tunahitaji sisi wote tutumike pamoja ili kuhakikisha kwamba tumekomboa nchi yetu ya Kongo sio ubembe nchi yetu ya Kongo ukiniona hapa mimi wote ni ombwe. Mimi hapa ni mkombozi mbeba maono na nina vitu vingi sana ambavyo nitaenda kuvifanya, lakini sitavifanya peke yangu, nitahusisha jamii langu ambalo naliongoza ili tuweze kuwakilisha kile ambacho kinatakiwa kwenye jamii letu. Najua hapa tuko Marekani, lakini nyumbani ni nyumbani. Changamoto za hapa nitatatua ombwa, hapa nitatatua lakini pia tulipotoka nitatatua pia, na hakutakuwa kwenye uongozi wangu hakutakuwa wa Marekani au wa Ubembe, tutakuwa sisi wote pamoja, na kutakuwa na kamati ambayo inatuunganisha sisi wote Kwa hiyo mtegemee kwamba kazi itakuwa kwa sisi wote, kwa kila mmoja wetu tutachangia mawazo na tutachangia pia mfuko Sawa, umesema kuhusu hiyo ombwe mm, na nilivyokuwa ndani, umesema ya kwamba upo pale kusaidia Babondo. Ndiyo. Tuliopo hapa na kule nyumbani tulipotoka, Ndiyo. tumezoea kuona kwamba tunatuma pesa, Ndiyo. kwenda Afrika, lakini hatuna uhakika zinafika kwa mtu ambaye tumemtumia. Ndiyo. Sasa wewe una njia gani ambayo wabondo atakaa na kusema kwamba tulichokifanya kimefika mahali sahihi na kimefanya kazi tuliyosema ifanyike, kwa sababu wengi wameshaanza sema kwamba tuko napi, tuko napigwa. Ndio maana mpaka sasa hivi wengine wameshaanza kukataa kutoa pesa za kupeleka Kongo, wengine wanasema kwamba tuko natapeliwa Nii. Na wao umetuahidi na wabonokapiga makofi na vigeregere wakashangilia kwamba tumepata mkombozi, ni njia zipi utafanya ili wabondo waamini ya kwamba kile wanachokifanya kinafika mahali sahihi hapo Kongo tunani. Asante sana niseme kwamba wabondo wazidi kuniamini kwa kila ambacho niliwaahidi, na nitatimiza. mimi ni kijana lakini na maono zaidi sana kwa ajili ya hapa na kwa ajili ya kule kwetu nyumbani ambapo tumetoka. Sasa najua upigaji, pia tunatuma hela hapa zinaenda kule kusaidia ndugu zetu kule Kongo Uh, kuna masuala ya upigaji nini na nini, lakini kwenye uongozi wangu nitahakikisha nina tume yangu mimi mwenyewe na itanibidi mimi, hiyo timu yangu itakuwa timu ambayo ina mchanganyiko waliopo Kongo na waliopo hapa, itakuwa ni mchanganyiko, itakuwa ni timu moja, maana hapa hakutakuwa na bridge, hakutakuwa na kilalo, maana sisi ni watu wa mtu mmoja na maana ni kitu kimoja. Sitaongea maswala ya Kongo na sitaongea maswala ya hapa, nitaongea mm. maswala ya mbembe. Kwa hiyo hakuna bridge hapa. Nitakuwa na kamati ambayo itaunganisha sisi wote, na hiyo itaniwezesha mimi, michango ambayo inafanyika hapa itafika kule, kufatana na timu ambayo nimeiunda mimi, na nina uhakika kwamba sitaishia hapa, nitaingia kwenye siri zingine ninaingia hadisi naingia hada kwenye e ms. Kwa hiyo mimi najali sana iongwe hapa na nyumbani, kwa hiyo sina limit, siko hapa tu kwa sababu ya Fort Worth, niko hapa kwa, kwa sababu ya mbembe mbondo popote pale alipo. Okay, sawa, nadhani rais aliopita, hmm, au mwenyekiti aliopita ambaye alikuwa kutuongoza mwenyekiti Makaraki alikuwa achukua maamuzi atukujioshisha na, na na, viongozi wa mastate na na Amerika, kwa sababu tuko na, na, na state, hatuko na na ile nani e, e ile ya nani ya Amerika mzima Nye. wewe kama wewe hmm. Je, utakwenda kwenye ule msimamo wa watu wa foto, utokujishirikisha na watu wa state na, na USA, kwa sababu yeye amedai kwamba kule hakuna faida. Je, wewe mm. kwenye uongozi wako huo mm. ushirikiano utakuwepo au na we utakwenda na yale yale ambayo makanakia ameyafanya? Asante sana, na vitu ambavyo nategemea kuvitatua ni swala la Fort Worth na state ya Texas. mm. mm. tulipokuwa ndani nilifata kiongozi ambaye anasimamia Texas Nilimfata, swali langu la kwanza nikamuuliza, najua kwamba hapa tuko kwenye uchaguzi, na mimi sijajua kwamba mtakuwa mtachaguliwa kuwa kiongozi hapa Fort Worth, lakini pamoja na hivyo nataka nijue. Nilisikia kwenye masikio yangu kwamba uh, siri hii ime ime imefikishwa tena kwenye Texas, lakini nataka nijue hatima ya siri hii na hatima ya akina mama wa siri hii akaniambia kwamba hakuna shida, na ndio maana tumekuja, na ukituona hapa basi ujue kwamba tuko pamoja na Fort Worth. okay, yeah, hizo swali nilimuuliza kabla sijachaguliwa, na akaniahidi kwamba atatumika na Fort Worth na Fort Worth ishajirejesha kwake hivyo basi <laughs> nimepata madaraka sitoishia hapa, nitaenda Texas kujua zaidi hatima ya, ya wana Fort Worth na hatima ya akinamama wa Fort Worth. Niko tayari kutumika na Texas, lakini nataka nijue umuhimu wa mimi kupeleka siri yangu uh, Fort Worth, lakini cha kwanza najua kwamba umoja ndo unatukusanya sisi wote hapa na Texas ni umoja wa masiri. Kwa hiyo niko tayari kuungana na umoja, na niko kipawa mbele kusema kwamba mtoto wa mbembe mbondo yuko na umoja. Kwa hiyo kipawa mbele nalenga umoja, ila nataka nijue kwamba Texas ina kinyongo na nafubu au la hilo tu. Oh, vizuri sana, nimependa jinsi ulivyojieleza. yeah. na watazamaji wa AK Mzalendo TV wako na kusikiliza. yeah. na najua wanaelewa kile unachokiongea, so ningependa kujua, kwa sababu mpaka sasa hivi haijapita siku wala masaa haijapita kabisa, tuko kama na dakika thelathini na ndo tunatoka ukumbini yeah, lakini watu wameshaanza kusema ya kwamba mm, watu waliopiga kura yeah, niza, zile karatasi ni zaidi sana ya watu waliokuwa ukumbini yeah, tetesi inasemekana yeah, ya kwamba tayari mlikuwa mmeshapanga ya kwamba atapita tu yeah, so hizo fununo kama umeshajisikia na kama hujajisikia na hivi sasa ndo nakwambia, unaweza ukaambia jamii nini ile ambayo iko na wasiwasi na uchaguzi wa leo? Asante sana, naweza nikasema kwamba kwenye uchaguzi kila mtu ana mtazamo wake, na kwenye uchaguzi lazima umoja awe mshindi na ule ambaye atashinda. Mwingine ule ambaye ameshindwa atakuwa na la kwake la kuongea, na kama ameongea karatasi zimekuwa nyingi kuzidi watu, hilo mimi si jambo langu na mimi silijui wala silifahamu. Zinaweza zikawa nyingi kwa upande wangu au zikawa nyingi kwa upande wake. Ulijua hizo karatasi zilikuwa nyingi kwa upande gani? Ndio, ndio, hilo ni swali sasa. Mshindi ndo alioshinda lazima awe na jina nyingi. zilikuwa nyingi kwa upande gani? Kwa yule aliyeshinda, ndo ilitakiwa ikuwe hivyo. Najua watu wote walichagua kufuatana na kazi ambayo <laughs> nishawatumikia hapa bila malipo, mimi nikaachwa hapa, amanijua natumiki nitumikia hey, mwemebembondo hapa kwa kila ngazi, na nikaacha mambo mazuri mm. Sina sifa mbaya kwa kutumikia wabembe babondo hapa, na ndo maana nichukua nafasi hii bila kutumwa, mimi mwenyewe kusema kwamba inanibidi sasa nisimamie babembe babondo hapa Fort Worth, na ndo hicho ambacho nimekifanya, na asante sana, kwa sababu watu waliniamini. Hawakuniamini kwa sababu niko handsome au mimi ni kijana kama wao, hapana. Waliniamini kupitia kazi ambazo nilizifanya huko nyuma, sio moja, ni zaidi ya tatu hivi. Wewe kama rais na ulikuwa kwenye kamati, ulitumika na kamati iliyopita. Nadhani watu wanasema kwamba ujana ni nguvu, ujana ndio nguvu ya taifa. so unahisi sababu ni nini? miaka mitatu, lakini hapa kwetu Fort Worth, ujana wa kusimama, ile wanasemaka kwamba kundi la vijana wa Babiondo aykusimama walikuwa wakionekana tu labda kuko msiba, vijana njooni, pangeni viti, niv na hivi. Kwenye mula wako, tutegemee ujana utakuwepo au tutaendelea vile vile tulivyokuwa? <laughs> Asante sana, najua ni jambo ambalo naligusia mara kwa mara, vijana vijana ndo nguzo vijana ndo forofu ya kesho, vijana ndo ubembe wa kesho, vijana ndo Kongo ya kesho. Tusipouandaa vijana, hatuna forofu ya wabembe, hatuna ubembe wa wabembe na hatuna Kongo ya Wakongomani, kwa sababu inatakiwa kwamba tuandae vijana, maana hao vijana ndo kesho. Sisi tutakuja kushindwa baada ya miaka kadhaa, tutashindwa, tutaishia njiani. Tusipoandaa vijana kuendeleza lile ambalo sisi tumeliacha tutafeli, komiti mzima itafeli. Hivyo basi, na ndo maana mi nilisimama hapa kama kijana, kijana kama wao, ili kuwaonyesha kwamba hili ni jukumu letu, natakiwa tuwe kwenye mstari wa mbele. Najua meseji yangu ipo clear na nimshaiongelea sana. Okay, mimi nadhani swali zangu zilikuwa ni nyingi sana, lakini kwa sababu ya muda nabii nikupe nafasi ya kwenda kulala na labda utaenda kazini. Sasa naomba useme neno moja tu kuambia uambie Boys. nitakuwa na nyinyi <laughs> <laughs> <laughs> eh, nadhani wanakutazama <laughs> <laughs> KTV Mzalendo. Najua wewe ni kiongozi mwenyekiti wa Ladera boys, na nilifanya mazungumzo na Ladera boys nikawaomba kura, na wametimiza, wamenipa kura. Na lile ambalo nimewaambia kwamba nitakuwa nao bega kwa bega, nitatua changamoto zao, hilo nitalitimiza, washiwe na shaka. Ninachokiomba tu wawe wananiripotia kila hatua ambao wanaenda kuichukua. Basi asante sana mheshimiwa <laughs> naongera sana <laughs> Ebani, kama usikia nimeshaongea na mheshimiwa kiongozi wa babondo hapa kwetu Fort Worth Texas, na ameshaongea kila kitu. AK Mzalendo TV, heshimu maamuzi yako.